Naye mchezaji wa timu ya Kalembelembe, tunahitaji kudadisi na kujua yaliyo mengi. Baba salama, unajisikiaje? Je, mchezo wenu wa nyini Kalembelembe na timu ya Young Soccer ulikuwa namna gani? bado ni mtoto. Je, ulicheza namna gani? uh-huh posesio ilikuwa namna gani? Ni watoto. Timu ya Kalembelembe inasema Young Soka bado ni watoto, watoto na bado waendelea kujifunza, maana wao wataendelea kuwafunza kwa nini. Uh, inasemekana ya kwamba kuna fao zingine ambazo marefarizi walikuwa wakiwapatia kama avantage. Je, ni kweli kweli? Ongera sana, mtazamaji wa Sam TV. Huyu ni uh, shambuliaji wa timu ya Kalembelembe ambaye anaendelea kusema ya kwamba timu ya Young Soccer bado ni watoto na waendelea kujifunza, maana hakuna chochote walichokifanya.